Teni sana langu, jina ni Mjukuu wa bunduki, kijana Uhuru Kenyatta, mtetezi wa wanyonge. Mimi nataka kuzungumuza kuhusu mambo ya health na mambo ya kubomoa manyumba ya watu. Nataka niulize Mheshimiwa Rais William Ruto ya kwamba during campaign na Ruto alizungumuza, wakati huo Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alikuwa anabomoa kule Raonda Kariobangi, hakibomoa kwa ajili ya ile hospitali inajengwa pale Kirokocho ambayo ilijengwa na NMS na wakati huo Mheshimiwa Ruto alisema ya kwamba hata kubali akichaguliwa kama rais, <coughs> kubomoa manyumba ya watu mkenya wowote. Nauliza Mheshimiwa Ruto, jana tumeona kule Lamu watu wamebomolea nyumba <coughs> na ni nyumba za watu, shamba za watu, na maaskari zipo, malori ya serikali zipo na guns na rungu, na hii system ya Mheshimiwa Rais William Ruto kwa nini serikali lako ndio tunaona vijana na rungu wakati serikali inabomoa nyumba za watu? Kwa nini serikali huru kinyata tu kuona watu wakibeba rungu wakibomoa nyumba ya watu? ni do, ni do, ni serikali ya Kibaki. Akibaki. Kwa nini serikali ya William Ruto aliyesema nkanakulia katika kwenye vyombo za habari ya kwamba yeye akijaliwa achaguliwa rais wa jamhuri ya Kenya, kuna mkenya wote atabomolewa? Ruto amebomoa Wakenya usiku wakienda kazi, Ruto amebomoa nyumba zao, so William Ruto ni kiongozi ambaye ni ya uongo na mambo yanasema ni uongo na yenye anatenda ni uongo. Yenye Ruto anazungumza si vita anafanya, ukikuona Ruto kufizi ni hala ambayo ni tofauti na yale ambayo anasema public. <coughs> William Ruto alituambia kwamba yeye yeah, yeah, hakuna mkenya wote atakaye bomolewa. William Ruto amebomoa Mavoko land na Mavoko land ilikuwa na bomolewa kwa sababu ilikuwa ni shamba ambayo Maina Njenga alikuwa na 500 acres Sio so, wakabomolea hadi wananchi so, wangabomolea Maina na wanawake wananchi. Na hizi ndio mambo ambayo tunapinga yeye. Yeah, anabomoa Wakenya pande nyingine, nasema hawezi bomolea Wakenya then unakuja hapa unaamini mheshimiwa rais Ruto, uwezi amini. Hey, kama Lamu jana watu wamebomolea, yani kwako kule nyumbani kwenu shamba ya babu yako, uamuka asubuhi upate lori ya serikali na wanajeshi pia na vijana na rungu Unaambiwa kwamba tunabomoa. Nani anabomoa? Kwa nini unabomoa? Hakuna explain, mtu anaweza explain. Kwa nini unabomoa watu wa shamba ya watu wa Lamu? Na sisi ni shamba ambao mababu zao wamerithi kutoka kwenye familia zao. Au kwa msaidi na bomolewa. Tunataka kuambia mheshimiwa Ruto, haukuchaguliwa kuangaisha wananchi. Haukuchaguliwa kufanya wanyenyi wakuwe maskini. Haukuchaguliwa tufanye sisi wakuwe watumwa ndani ya taifa la Kenya. Leo unakuja hapa ya kwamba kuna kiongozi wako amepewa cheo ndani ya serikali ya Broad Based Government, wewe unalala njaa Kariobangi, unalala njaa Korokocho, unalala njaa magare, unalala njaa Kayole, then unasema mko serikali. In which government, wewe mko ndani <coughs> wakati serikali hii. Nataka niseme kama Duale, Aden Duale. Angalia taaluma ya Duale. Duale mheshimiwa ra rais amenominate kama waziri wa afya, ana elimu ya afya akusomea Duale alisomea mambo ya biashara. Business management. So ukiangalia Duale, Duale hii sasa leo kwa sababu rafiki ya Ruto wa dhati toka nitoke. Anaweza lala chini Ruto amkanyage mgongo. Ndio hey maana anapewa kazi. Anaweza lala chini, Ruto panguze mguu yake akapangisha maima viatu yake mgongo ya Duale. Ndio maana anapewa kazi. Au comes kuna jamii wa Somalia ambao wamesoma na wamequalify na wametimu na wako na cheti ya doctora wako na cheti ya, ya nurses. Kwa nini hao watu wapei kazi? Why dwale dwale ambaye amesoma amesoma nini nini bisi ifanye nini sasa? How comes mtu ambaye amesoma swala ya biashara anapewa waziri wa afya? Ni biashara gani anaenda kutufanyia? Kuna watu jamii ya Somalia wamequalify kwa, kwa mambo ya minister wa, wa health, si dwale dwale. Mfanya biashara dwale ni kikeragozi. Dwale ni mtu ambaye hakuna kitu anajua kwa, kwa mambo ya afya. <coughs> Then tunakuja hapa unasema uko serikali, serikali ya nani? Wakati Mheshimiwa Rais anachukua mtu ambaye taaluma yake ni taaluma ya kibiashara, tena anawekwa kwa mambo ya health? Ndio maana aliwekwa girlfriend ule, alikuwa anajua nyakumicha, ulikuwa ni girlfriend ya serikali, akaleta Dubora pia girlfriend ya serikali, wakakomwa. Sasa hii inaletwa sana boyfriend ya serikali. Ni nini unapata kama girlfriend wawili wa serikali imeshindwa, boyfriend ya serikali ndio anaweza? Na wale girlfriend wa serikali walikuwa doctors na walikuwa wamelemewa sasa ubaye, boyfriend ya serikali dawa. Au utapata dwala wana biashara wa, wa daktari. My friend, kwanza ndio mzidi kukufa. Kuna shilingi hata ya kupanda ndege nini? Ani Kenya government saa hii serikali ya Ruto, tuko na bora matibabu bora, ani bora afya. Ukufe utibie usitibie, Ruto hata kujua bora pesa yako umelipa kwa sha, anafianga kufianga iy, hata kujua kama system ya sha inanunua 105 billion, system hiyo ni system 105 billion, my friend. Then kando na hiyo 2.5% inaingia kwa kaunti ya mtu binafsi kila wiki, kila wiki. Unajua inaenda kwa nani? Then uka hapa imeletwa dola ambayo ni boyfriend ya serikali. What do you expect? Kwa, kwa mambo ya serikali. Utapata gani? Then unasema kwa Ruto, Ruto akienda 10, my friend unabaki kama shindano. Kwa sababu utagonjeka kuenda pale hakuna mama yako atakuonea huruma. Eh, hawa. Kuna daktari mama yako atakuonea huruma. Kwa sababu hakuna dawa. Ruto anafanya biashara na maisha yetu. Yenda mambo ya education. Magoa na matengo waliweka system. Enemies, kila mtoto akakuwa na enemies ya kwamba ile cheti namba, namba, nambari rasmi ya kila mwanafunzi katika shule zote za public, ambapo serikali ikituma pesa anatupa caption ya education, kwa sababu ajua kwamba nini. Kijakaranda primary school wako na watoto elfu moja akienda so, Soweto University wako na watoto kiasi fulani, wanatuma pesa. Then ukikuja saa hii wameinterfere na system ya magoa, wameinterfere na system ya matiangi, then analeta mtu candidate wa governor wa Kisii. My friend, una utapata nini? Ule aliyekuwa waziri wa, wa, wa el, el, elimu pamoja pa, na huyu saa hii, saa hii alikuwa naibu ya ule wa wa, wa former, former CS wa education, walikuwa candidate wa UDA kule Kisii. Yaani, mtu ambaye amekataliwa Kisii ndiye anapewa wa Kenya, so una expect nini? Duala ameshindwa kwao, wa, wa jamii ya Somalia wanalia saa hii kila mahali Then we mutu ndiye Ruto anasema kwamba kwa waziri. Tunaambia Ruto hata kama Duale ndio ndio ndio, ndio, ndio, ndio, ndio muaminifu zaidi kwako. Chukua Duale akuwe daktari dok, dok, wako. Eh, hawa. Chukua Duale akuwe daktari wako kibinafsi. Amen. Waacha kutuletea Duale katika upande wa afya kwa ajili ya misingi ya kufanya biashara na maisha wa Kenya. Lazima jambo hili ya fedha tukataliwe kabisa. Hii mambo ya Ruto ya kutuletea marafiki, boyfriend, girlfriend, ya serikali. Then unakaa hapa, wewe pia unasema uko serikali. My friend, hii serikali si a ya mama yako. Hii ni serikali ya Ruto. Eh hawa. Na Mheshimiwa Prime Minister. Wao ndio wenye serikali. Hauko si si yeah, yeah, yeah, yeah, kwa hii serikali ya watu wawili wote Kabla kama ni jajia Somalia, kuna Msomalia ambaye ni doktor. Ape huu Somalia, wae duwale. Kama ule gaidi ule muisi ya suna isi, pia wanatusumbua huko. Huu pia mwingine wanatusumbua watu wa Garissa. So wanasunguka tu hapa kutukula. Nataka kuambia wananchi. Hii serikali ya Ruto, tufanye juu ya chini Ruto aende mula moja. Kama ni Mkalenjini, kuna Mkalenjini ambaye nasa kuwa presa lakini si mwishumari. Amen.